Jambo? Jambo sana. Unaweza kujitambulisha? Ni Yusufu Salum Celeste. Porte parole wa lest oao. Eh, ambayo inaongoza na umari na, na Mtaga Ah, uh, leo ni siku ya enga tuko hapo na natuitisha. ni nini haswa chanzo ya kuitisha watangazaji? kama nimewaitisha hapa kwanza, ni kuja kuwaonesha vitu ambavyo tumepokea. Eh na kutoa shukrani kwa wale ambao wametupatia vitu imeandika vibarua na kuomba hulu msaada kwa watu mbalimbali ambao ni wazalendo, kwa sababu katika wazalendo kuna aina mbalimbali za wazalendo. Na wale ambao wameguswa, na ndio hawa ambao mmeona wametusaidia. Mmeonesha hapa bunga, mmeona bunga, mmeona gojo ziko hapa machungu na bashi kwa sababu tu safari ambazo tunakuwa nazo hapa, ambako tunaenda kupigana vita ni katika milima mirefu, na ndio kwa maana tumetoa malalamiko na watu wametusaidia. Uh, uh, kwa chanzo zaidi, uh, milio ya risasi ambayo imesikilikana katika mji wa Uvira siku ya tano na saa moja na nusu ilikuwa mm -hmm. eneo la Kasinga ambapo kuna mwanajeshi wa taifa ambapo tulikuwa naenda kusika avutana, alikuwa alifanya kosa ya kuika mzalendo akamfunga mwake ambapo ni kosa ambayo iko kinyume na serikali, na ndio kwa maana katika kumshika ndio kaza arusha masasi. Lakini pamoja na hiyo eh, kuna raia ambaye ameumia katika paja, amekuja risasi hizo bali perdi, na hali kaendelea kwa utulivu. Na huyu mwanajeshi kama report mbele ya serikali mpaka sasa hizi hapo katika mkono wa serikali. Ndio labda tungetaka tujue msaada huu umetoka kwa wakina nani? Msaada huu umetoka kwa wazalendo ambao wameguswa na kusikia kazi ambayo tuko naifanya sisi mnguma ya MPDAC ambayo inaongozwa na Omari na Namutaga. Eh, wakati walisikia kwamba tulikuwa na safari, ndio wakaguswa na wakatupatia msaada ambao mmeona hapa ya bunga, mmeona machungu, mmeona magodio, mmeona bashe a wazalendo wa aina mbalimbali. Kuna wale ambao wako hapa kwetu Uvira na kuna wale ambao wako hapa Uvira, kuna wengine wako Bujumbura, kuna wengine wako inchi za mbali, wameguswa tu na kutoa hiyo msaada. Labda uh, ni ujumbe gani hasa ambao unaweza kutolea wengine wa diaspora ambao wakiona hizi imaji nyinyi kama vile wazalendo ambao mmejitolea kufa na kupona ili mtetee nchi, labda nao wanaweza kuwa na kile cha kuwasaidia? Eh, ujumbe ambao tunatosha, tunaita wakongomani wote wa diaspora ambao wanatusikiliza ya kwamba waige mfano zetu, wa hao wenzetu wazalendo ambayo wamefanya hili tendo, ili kesho kesho yake wajaribu nao kutusapoti kutusaidia kupitia njia mbalimbali. Ndio malalamiko ambayo tunapana watusaidie, kwa sababu tunajitoa kupigania udongo wa mababu zetu, watusaidie kabisa ili kesho kesho yake wakisikia au wakiona hii video wajaribu nao kutuma mchango wao ili tuangalie jinsi tutakomboa nchi yetu na mwingine yetu ambao tumeacha na wababu. Ndiyo, mkubwa wewe, ni msemaji kama vile ulivyotaja, unaweza kutuambia hali kwa sasa ya wazalendo mjini Uvira? Hali kwa sasa mjini Uvira iko tulivu kabisa, kwa sababu vurugu eh, ambayo imekuwa imefikana Eh, malalamiko ambayo tumesikia kutoka kwa raia tunajaribu kunyamazisha. Hivi hali kabisa Uvira na utulivu, hakuna wazalendo wananyanyasa raia. Kwanza tulifunga makasho za wazalendo kwenda, napiga marufuku zile kasho zote ambazo ziko kinyume na serikali. Pili, tukakataza wazalendo kutembea na silaha kufikisha 18 mzalendo mbaye anatembea na silaha na anatemi anahitajika wakievuka ndio kwa maana katika Uvira kwa sasa tunaambia raia yote tujisikie huru, tutembee. Kuna wale walitoa malalamiko hata watembee usiku, lakini kwa sasa naona likutulivu, watu wakonatembea kuanzia str mpaka 22 bila shida yoyote. Kuna hali ya wizi wa kutumia silaha saa moja za usiku, saa kumi na mbili watu wanaiba kwenye maduka kuna hii tukio ambalo lilitokea karibu ya Radio ile Messager du Peuple. Waliiba karibu na nafasi tano walikuwa wakivalia sare za kijeshi mpaka kwa general mpaka wakafika mpaka kumonima wako wanaiba. Uh, strategy gani ambazo sasa mmeanzisha nyinyi wazalendo ili kuhakikisha kuwa mmeokoa hilo hanga, kwa sababu ikiendelea watasema kama nyinyi wazalendo ndio mnafanya hiyo kazi ya wizi? Eh, jambo ambalo kwanza ningetaka kusema, unaona, katika kushikilia silaha sisi tuko wazalendo ambao tunajitangaza kiwazi na kuna wale ambao wanashikilia silaha kinyume na serikali na kinyume cha wazalendo. Ndio hizo silaha ambazo mnasikia zinaenda zinaiva manyumba za watu zinabomola maroski zinabomola magotike. Hawa hawako wazalendo, hawa ni ambao wanashikilia silaha kinyume na serikali na kinyume cha wazalendo. Na ndio kwa maana kwa kumaliza hayo matatizo tukakamata maamuzi ya kusema ya kwamba mzalendo ambaye atakuwa anafika 18 saa 12 anashikilia silaha na valiteni ule anahitajika kufungwa Afadhali anaongozwa aku, na kamanda wake ama komanda wake ambaye ana escorte pale ni afadhali, lakini akikua tu mzalendo ambaye anatembea na silaha na ana teni ule kabisa, tunamshika na tuna kwa serikali, komanda wake ataenda mgombora. Na hizo ni mbinu ambazo tumezikamata wa kutatua hayo matatizo. Pamoja na hiyo, unaenda kuimiza vijana wa Uvira, unaenda kumiza serikali na masosieti sivile zitusaidie kupiganisha hii vita ambayo iko inaendelea inaingia mji wetu wa Uvira na bomoa manyumba. Yes. Je, swali la Azuri mumelimaliza? kwa sababu kulikuwa watu ambao walikuwa wananyanyasa raia pale. kwa Azuri tumelimaliza. Kulikuwa kwa Azuri, kulikuwa kusepake na pene, tulizikia maremu, eh, rukumeta pia soname Bale nako kulikuwa matatizo, watu walikuwa wananyang'anya simu sana, lakini tuko tunajaribu, kifika 18h 19h, tunaenda fanye pale kupiga dori. Ujumbe wa mwisho ujumbe wa mwisho, nataka kuambia raia yote ya ambayo natufata kwa saa hizi ijo, mfano ambao uko hapa mbele yenu na nyuma yangu. Na jambo la pili, naambia raia ya yote ya Uvira kwa ya kwamba tushikamane tupambanie nchi yetu. Asante. Asante.